Aliyekuwa akisubiri hukumu ya kunyongwa Andrea Thomas mnamo mwaka 2023 alisababisha mshtuko mkubwa nchini Marekani baada ya kung'oa macho yake yote mawili na kula moja kati ya hayo katika jaribio la kucheleweshwa adhabu yake ya kunyongwa. Andrea alihukumiwa kifo kufuatia mauaji ya kikatili aliyoyafanya mnamo mwaka elfu mbili na nne mwezi Machi ambapo alimuua mke wake kwa kumchoma kisu anayefahamika kwa jina la Laula Christine Borini ambaye alikuwa na umri wa miaka ishirini pamoja na mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miaka minne Andrea ri pamoja na binti wao Laula mwenye umri wa miezi kumi na tatu rea mali. Baada ya mauaji hayo, Andrea alinyefua mioyo ya watoto wao wawili na kuikatakata kwa mujibu wa maelezo yake kwa polisi, Andrea alisema kuwa Mungu ndiye aliyemwagiza kufanya mauaji hayo, na aliamini kwamba wote wachache walikuwa mapepo. Mauaji hayo yalishtua jamii ya Sherman pamoja na Texas, ambapo wakati huo kulikuwa na wakazi takriban elfu arobaini na tano. Jaji wa, wa mahakama ya jimbo la Jim Fallon alitoa amri ya kuondoa tarehe ya utekelezaji wa adhabu hiyo ya kifo iliyokuwa imepangwa kufanyika Aprili tano mwaka elfumbili ishirini na tatu. Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya mawakili wake kuomba muda zaidi ili kuandaa ushahidi kuhusu hali ya kiakili ya Thomas. Ingawa mahakama ya juu ya Marekani imepiga marufuku adhabu ya kifo kwa watu wenye ulemavu wa kiakili, bado haijafanya hivyo kwa wagonjwa mahututi wa akili. Hata hivyo, sheria inakataa mtu anayenyongwa awe na uwezo wa kuelewa anachofanyiwa. Mawakili wake walieleza kuwa Thomas alikula jicho lake la pili kwa imani kwamba serikali inasoma mawazo yake kupitia macho hayo. Wakili wake Maulin Levy alisema kuwa kumsindikiza mtu kipofu na mwenye matatizo makubwa ya akili hadi kwenye kitanzi ni jambo linalokinzana na ubinadamu, alina maana yoyote zaidi. Ya viongozi wa dini mia moja na watu wengine walimwomba gavana wa Texas Greg Abbott kusitisha utekelezaji wa adhabu hiyo na Andrea Thomas aliyekuwa na umri wa miaka 39 wakati huo. Kisa ni ulemavu wa macho, huenda hakili yake haiko sawa. Kwa sasa Andrea Thomas bado yuko gerezani katika kituo cha Wiscot ambako wanahifadhiwa wagonjwa na wafungo wenye matatizo makubwa ya akili. Hakuna tarehe mpya ya kunyongwa iliyowekwa, na kesi yake inaendelea kuchunguzwa kwa kina zaidi. Na hii ni Team Media tu, tunakuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujiri kitaifa na kimataifa, cha kufanya subscribe, comment, like sambamba na kushare. Langu jina ni Loisi Skila.